Ipo video ambayo ina onyesha watu mbalimbali wakiwa wanasema Manchester United you're talking about. Yaani hii ni Man United ambayo unaizungumzia kwa hivi sasa, na kama umepata nafasi ya kuiona video hiyo, inawaweka watu tofauti tofauti, na wako wawenye context tofauti, kuna wanaikosoa, lakini pia kuna ambao wanaisifia kwamba hii ndio Manchester United ambayo unaizungumzia. Sasa nimeamua kukuambia hii video kwa sababu kumeibuka ukosoaji mkubwa sana kule barani Ulaya kwa wachambuzi pamoja na watu mbalimbali ambao wana nafasi katika vyombo vya habari kwa namna ambavyo wanaizungumzia Manchester United vibaya katika hiki kipindi, lakini pia hata katika vipindi ambavyo vimepita, kitu ambacho kinasema kwamba uh, media kule barani Ulaya imekuwa ni adui wa Manchester United na ni moja kati ya vitu ambavyo vimechangia kwa kiasi kikubwa sana kuivuruga Manchester United kwa aina ya taarifa ambazo wamekuwa wakizitoa, lakini pia kwenye namna ambavyo wamekuwa wakifanya uchambuzi kuhusiana na klabu ya Manchester United. Sasa hili limeshika sana kasi mara baada ya United kupata matokeo ya ushindi dhidi ya kikosi cha klabu ya Liverpool kwenye dimba la Anfield Stadium kwenye ligi kuu nchini Uingereza, na limetokea kwa sababu uh, hiyo imekuwa ni mara ya nne kwa Liverpool kupoteza mchezo mfululizo, lakini pia imekuwa ni mara ya kwanza United kupata ushindi katika dimba la Anfield katika kipindi cha miaka kama sio tisa kumi hivi. Mara baada ya United kushinda huo mchezo kwa magoli mawili kwa moja, hicho kitu kimetokea chini ya tenya ama utawala wa kocha Arne Slot. Halafu hapo katikati ukumbuke pia Liverpool ni miongoni mwa timu iliyofanya usajili wa gharama zaidi, uh, mpaka hivi sasa duniani, kwa sababu ndani ya dirisha moja wametumia zaidi ya pauni, uh, milioni kama 289 hivi kwa wachezaji wawili tu peke yake. Hapo hujazungumza kuhusiana na Jeremy Frimpong, wakina Milos Kerkez, wakina Mamardashvili, hawa wachezaji wote hukuagusa kabisa kwenye cost ya klabu ya Liverpool. Kuna Giovanni Leoni pia ni miongoni mwa wasajili wa Zufani. Hao wote hawajazungumziwa, wamezungumziwa zaidi almost wawili tu. Liverpool imetupa karibia paundi milioni 300 katika dirisha moja la usajili. Lakini pamoja na hayo yote, huwezi kuamini mara baada ya, wa ya United kumtandika Uh, uh, Liverpool magoli mawili kwa moja. Yemi Karaga mchambuzi, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao ni wadau wakubwa wa kikosi ya klabu ya Liverpool na ni shabiki wa Liverpool. Sasa Yemi Karaga ametoka hadharani na wakati anafanya uchambuzi wa mchezo wake, ameishia tu kumtetea mwalimu Arne Slot kwa namna ambavyo mbinu za United zilimu expose hasa hasa kwenye kutumia mipira mirefu kwa maana ya long balls. Na watu wengi wanajustify kwamba okay, United ilicheza kwa kusit back na kufanya counter attack na nini, lakini pia topic of the match imegeuka tu ghafla na imekuwa ni goal la Bryan Mbeumo la kwanza ambalo alilifunga mara baada ya wachezaji wa Liverpool wenyewe kugongana na walikuwa wanaamini kwamba ile mpira ingebidi isimamishwe na nini, United wasiruhusiwe kwenye counter attacks. Ingekuwa ni Manchester United, pengine watu wangekuwa wamesema vivyo hivyo pia. Ndo maswali yanayoendelea kwa hivi sasa baada ya usajili huu kama ingekuwa Manchester United ndio imemsajili Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, hawa wakina Giovanni Leoni, wakina Milos Kerkez, na wakina Jeremy Frimpong, halafu katika wote ambao wamesajiliwa ni mchezaji mmoja peke yake ambaye anaonyesha okay, huyu Liverpool wamepata, na huyo mchezaji sio mwingine bali ni Hugo Ekitike. Lakini kuna shida huko kwa Jeremy Frimpong, kule kwa Milos Kerkez pia. Bado tunaamini ni bora Robertson angecheza kwenye mchezo wa Manchester United kuliko alivyocheza yeye ingekuwa ni Manchester United imefanya usajili wa namna hiyo, bado watu wangekuwa wanaendelea kuzungumza kuhusiana na hicho. Lakini Liverpool imepoteza mchezo wa nne mfululizo, lakini pia ametoka kuwa bingwa mtetezi. Hakuna mtu ambaye anazungumza kuhusiana na possibility ya Arne Slot kuondolewa kwenye kost ya klabu ya Liverpool. Lakini ilikuwaje kwa mwalimu Erik Tanaga hapo nyuma? Ilikuwaje pia kwa mwalimu Ruben Amorim? Watu wote wanaamini inampasa yeye kuondolewa. Watu wamemkosoa sana Ruben Amorim kuhusiana na aina yake ya uchezaji, ya kutumia mabeki watatu nyuma na kutumia watu watano katikati. Watu wamemkosoa. Very fine. Ni sawa kumkosoa kwa sababu za kimbinu. Lakini nani anazungumza kuhusiana na aina ya Liverpool wanavyocheza kwa, kwa maana ya kucheza kwenye transition peke yake, kutegemea counter attacks na mipira ya haraka kwenye kumove. Kwa nini watu wazungumzi na waseme Liverpool ibadilike, icheze for total football? Mara baada ya kumpata huyu Florian Wirtz, bado timu inaendelea kutegemea kwenye counter attacks. Kumekuwa na ukosoaji mkubwa sana ambao unaendelea kwa hivi sasa. Watu wameenda mbali zaidi mara baada ya kutimuliwa kwa kocha Arne Slot. Maswali yanabaki. Kama, kama mwalimu Ruben Amorim mwaka jana aliingia katika fainali ya Europa League dhidi ya Tottenham Hotspur, na akamaliza nafasi ya 15. Kwa nini media za Uingereza zilikuwa zikimzungumza zaidi Ruben Amorim na ukubwa wa Manchester United wakaisahau Tottenham Hotspur ile iliyomaliza nafasi ya 17? Mbali na hivyo baada ya kocha uh, Ange Postecoglou kuajiriwa katika kikosi cha klabu ya Nottingham Forest na kufukuzwa mara tu baada ya kuiongoza timu hiyo kwa siku 39. Jamie Carragher huyu huyu ambaye anapewa nafasi na vyombo vya habari na ni miongoni mwa wachambuzi ambao kwa sasa ni maarufu zaidi duniani ndio maana tunamzungumza. Anazungumza, anasema ingestahili yeye kupewa nafasi zaidi kwa maana ya mwalimu Ange Postecoglou kwa sababu timu ilikuwa inatoka katika namna tofauti ya kiuchezaji kwa maana ya kwamba Uh, Nottingham Forest ilikuwa inategemea counter attacks lakini huyu mmoja anacheza total football direct anataka timu yake icheze kwa kumove kwa pasi fupi fupi. Kwa hiyo michezo nane haikutosha pengine kumpa mwalimu nafasi ya kuibadilisha Nottingham Forest na kuweka katika mtindo anaoutaka. Kwa nini haya yote yanatokea? Lakini watu wanataka kujali kwamba huyu mwalimu Ruben Amorim aliomba kuingia katika msimu mpya kwa kwanini watu wanaanalyze, kwa nini aliomba kuingia katika msimu mpya, na pengine alikuwa makosa ya United kumpusha zaidi mwalimu kuingia katika kipindi ambacho ni katikati ya msimu, tofauti na msimu mpya ambavyo aliomba. Lakini pia United ime manage kucheza vizuri dhidi ya Arsenal, the Gunners ilimena pia kupata matokeo dhidi ya klabu ya Liverpool. Kwa nini watu hawamgeukii Ruben Amorim sasa hivi na kuanza kusifu at least kile ambacho alikuwa anakitaka katika timu yake kimeanza kuonekana? Walivyokuwa wanacheza walikuwa wanacheza kwa, kwa, kwa kumtegemea sana Lammens na mipira mirefu. Ndicho ambacho kinaendelea katika vyombo vya habari kuhusiana na wachezaji. Sasa hivi Marcus Rashford anafanya vizuri na kikosi cha FC Barcelona na Rasmus Hojlund anafanya vizuri na kikosi cha FC Napoli bila kumsahau pia Mason Greenwood anafanya vizuri na kikosi cha klabu ya Marseille. Watu wengi wanaipoint United kama changamoto. Yaani United ndio tatizo kwa hivi sasa. Pale Everton yupo James Garner anafanya vizuri na kikosi cha Everton kwenye eneo la midfield. Pale Real Madrid yuko uh, Carreras, Alvaro Carreras. Anafanya vizuri na kikosi hicho. Watu wengi wanaishia kuitazama United. Lakini maswali yanakuja. Kwa nini haitazamwi FC Barcelona ambayo ilimruhusu Osman Dembele aondoke na baadaye akatoa Ballon d'Or? Kwa nini haitazamwi Ansu Fati anaifanya vizuri? Pamoja na wachezaji wengine tofauti tofauti kama kina Victor Roca ambao Barcelona imeishia tu kuharibu viwango vyao na vipaji vyao. Kwa nini hao wachezaji hawatazamwi? Kwa nini hazitazamwi timu zingine pia ambazo zimewaachia wachezaji na wakaenda kufanya vizuri, likewise Manchester City kwa kumwachia mchezaji kama Cole Palmer, sasa hivi ni tegemezi kwenye klabu ya Chelsea na vitu vingine kama hivyo. Jibu linakuja ya kwamba United of course ni timu kubwa na ni timu nzuri. E, inawezekana katika miaka ya karibuni sio timu nzuri, lakini ukubwa wa mashabiki walioko duniani wanaoshabikia Manchester United, lakini pia historia ya klabu hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha inakuwa mdomoni mwa wachambuzi na watu wengi muda wote. Kwa hiyo mashabiki wa United eh, nikiwemo mimi mmojawapo, tunaendelea pia kupokea hizo criticism pamoja na ukosolewaji mkubwa kwa kikosi cha Manchester United kwa hivi sasa, lakini inawezekana matatizo ya Manchester United pia yanachangiwa kwa kiasi kikubwa sana na vyombo vya habari, hasa ambavyo viko karibu na Manchester United, kwa sababu mara baada ya United kushinda dhidi ya Liverpool, Ruben Amorim mwalimu anasema, msigeuze narrative, msigeuze kile ambacho mlikuwa mnakisema, tubaki pale pale. United ina changamoto ya kimfumo, United bado ina changamoto hapa na pale na hapa na pale, msigeuke kutusifu kwa sababu mwalimu anaamini ya kwamba maneno ya vyombo vya habari moja kwa moja yanaingia katika akili za wachezaji, na ukilinganisha na matokeo ya msimu uliopita, kuna kuwa na nafasi ndogo sana ya wachezaji kumwamini mwalimu kwamba sasa hivi anavyokwenda hichi anachotuambia ndo kitu sahihi lakini mara baada tu ya kufanya kile ambacho mwalimu alikitaka kwenye mechi dhidi ya Liverpool. Kikazaa matokeo. Inawezekana imani ya wachezaji wa Manchester United ikaanza kujengwa kutokea hapo na ile nguvu ambayo ilikuwa inaingia kwenye vichwa vya wachezaji kupitia vyombo, vyombo vya habari vya Uingereza isiendelee kuwepo na pengine United ikafanya vizuri. Who knows? Kwa tuende kuona mchezo ujao ni United dhidi ya Brighton. Endelea like kusubscribe pia kwenye chaneli yetu ya IREM TV kupata taarifa, matukio pamoja na matokeo wakati wote.